DC Dadasi wawekwa kitimoto baraza la maadili, hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe. Lakini utafiti waanika utajiri wa madini Tanzania. Utafiti waanika utajiri wa madini Tanzania. Hiyo ni habari ukurasa wa tano na bado kuna habari inayosema UWT yajitosa sakata la kigogo wa Bawacha kushambuliwa. UWT yajitosa sakata la kigogo wa Bawacha kushambuliwa, hiyo ni habari naendelea ukurasa eh, wa gazeti lako la Nipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kina, lakini bado kuna habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe inayosema onyo matumizi ya ugoro na shisha. Hilo ni gazeti ya Nipashe, habari kubwa inayosema ni onyo matumizi ya ugoro na shisha, wataalamu wasema eh, vinachochea kasi ya magonjwa yasiyoambukiza ya, wataalamu wasema vinachochea kasi ya magonjwa yasiyoambukiza ya, hiyo ni habari inaendelea kwa kina ukurasa wa tatu wa gazeti lako la kula Nipashe, pata nakala yako. Lakini mgawanyo wa majimbo wazidi kuwa kaa la moto, hiyo ni habari pia nasema mgawanyo wa majimbo e, eh, wazidi kuwa kaa la moto. Huku msaada wa kisheria hadi ngazi ya wilaya, msaada wa kisheria hadi ngazi ya wilaya. Na ACT Wazalendo yataka wazi ripoti ya TAKUKURU kuhusu ufisadi. Hiyo ni habari pia inapatikana ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Nipashe. ACT Wazalendo yataka wazi ripoti ya TAKUKURU eh, kuhusu ufisadi. Lakini bado tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie gazeti lako la Taifa leo linaandika Kenya ya ugua. Hiyo ni habari kubwa kabisa, nasema Kenya ya ugua, lakini ura, uraibu wa kamari janga kwa vijana, uraibu wa kamari janga kwa vijana. Hilo ni gazeti lako la taifa leo, lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza lenye linasema Dr. Mpango azindua matawi mawili ya NMB Chanika na Kinyerezi. Hiyo ni habari ukurasa wa pili, huyo ni makamu wa rais Dr. Isdori Philip Mpango azindua matawi mawili ya NMB Chanika na Kinyerezi, lakini bado kuna habari inasema, TPA yazidi kufanya vizuri katika ripoti ya CAG. Hiyo ni mamlaka ya bandari yazidi kufanya vizuri katika ripoti ya CAG, na CAG Kichere aimwagia sifa mbele ya Rais Samia. Lakini Rais Dr. Samia mgeni rasmi balaza laidi, Rais Samia mgeni rasmi balaza laidi, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la taifa Tanzania lakini kwenye gazeti la Nuru lenye linaandika Rais Samia mgeni rasmi baraza la Idi Ilfitri, ibada ya iftari imevamiwa ime. Ni gazeti lako la Nuru, lakini mashehe watoa darasa la. Lakini kwenye gazeti la Uhuru, wakfu bodi kike Zanzibar yaeleza eh, fursa ya mikopo ya wanafunzi wa kike Zanzibar zilizopo zl, eh, mikopo ya wanafunzi wa kike Zanzibar. Lakini Chadema, am, katibu Chadema ampa kongole Rais Dr. Samia huyu ni katibu wa Chadema ampa kongolea rais Samia. Lakini Dr. Mpango aeleza namna kudhibiti kausha damu. Huyu ni Dr. Mpango aeleza namna ya kudhibiti mikopo kausha damu. Lakini Wasira, mabadiliko ya sheria yamefanyika. Huyu ni Stephen Wasira asema mabadiliko ya sheria yamefanyika. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini bado kuna habari inayosema neema ya washukia wahadhiri wanaofundisha masomo ya sayansi. Neema ya washukia wahadhiri wanaofundisha masomo ya sayansi. Ilo ni gazeti lako la Uhuru, lakini gazeti lako la Zanzibar leo lenye ni nambari kubwa inasema mhandisi Zena ahimiza taasisi binafsi kuwasaidia vijana kielimu. Huyu ni mhandisi Zena ahimiza taasisi binafsi kuwasaidia vijana kielimu, huku Rais Samia apongezwa kuwainua vijana. Rais Samia apongezwa kuwainua vijana, kuwa vijana, lakini Dr. Khalidi tumejipanga Zanzibar kwenda kidigitali huyo ni Dr. Khalidi asema tumejipanga Zanzibar kwenda kidigitali. Lakini Wasira, tumefanya mabadiliko sheria za uchaguzi. Huyo ni Steven Wasira asema tumefanya mabadiliko sheria za uchaguzi. Lakini mwalimu mbaroni kwa kumpa ujauzito mwanafunzi mwanafunzi hiyo, e, ni habari ukurasa watatu inasema mwalimu mbaroni kwa kumpa ujauzito mwanafunzi. Lakini kimataifa, tetemeko la ua wa watu kumi Myanmar. Huni habari ya kimataifa inasema tetemeko laua watu kumi huko Myanmar. Huni habari inaendelea ukurasa wa tisa kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini gazeti la Kila Habari leo lenye lina habari inasema DC Mbogwe dasi ya Rusha Kikangoni imadili. Huni habari ukurasa wa nne. Lakini ukurasa wa pili Biteko ataka magereza ipewe ruzuku ya nishati safi. Ukurasa wa pili gazeti la Habari leo linasema Biteko ataka magereza ipewe ruzuku ya nishati safi. Lakini Waislamu wakesha kuomba amani. Waiombea nchi Samia Mwinyi kuelekeza uchaguzi, lakini waonya dhidi ya machafuko ya chuki. Lakini bado kuna habari inayosema Mpango ataka benki kudhibiti mikopo kausha damu. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini rais Samia apokea hati za mabalozi nane na TMA yahadharisha mvua kubwa. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu. E, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, e, TMA yahadharisha mvua kubwa. Lakini mafanikio lukuki kampeni ya Samia kisheria mafanikio lukuki kampeni ya Samia kisheria yuniabari endelea ukurasa wanne. Lakini gazeti la Mwanahabari gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaandika serikali yaagiza mag ya magereza kupewa ruzuku nishati safi ya kupikia. Lakini maofisa wa serikali wanaopandisha haki kuchukuliwa hatua, maofisa wa serikali wanaopandisha haki kuchukuliwa hatua. Lakini msaada wa kisheria wa mama Samia kuwa endelevu, e, lakini TARURA uso kwa uso na jumikita. Lakini kuna habari inayosema kamati ya baini madudu halmashauri Ifakara hiyo e, ni kamati ya baini madudu halmashauri ya Ifakara. Hiyo ni habari inayopatikana kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwa asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Wamachinga, sauti wa ya wanyonge, na lenyewe lina habari kubwa inayosema TARURA yajivunia mtandao wa barabara nchini e, miaka minne ya rais Samia. Lakini jeketi yawaondoa hofu wazazi wa hitimu kidato cha sita lakini Wasira, chadema hawana hoja ya kuzuia uchaguzi huyo ni Steven Wasira asema Chadema hawana hoja ya kuzuia uchaguzi. Lakini mama Samia lego AD yawafikia zaidi ya milioni mbili nukta moja tisa e, Ndumbaro asema mpaka sasa imefika katika mikoa ishirini na tatu. Lakini Dr Mpango wazindua matawi mawili, yani mbina ya Chanika na Kinyerezi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Wamachinga kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini gazeti la Tumaini Letu linaandika ujenzi wa kanisa kuu mbadala aegeza ulole wa pamba moto. Lakini Papa atoka hospitalini awashukuru madaktari na askofu atolea mfanuzi maisha ya nadhiri. Lakini gazeti la Zanzibar fahari ya Zanzibar gazeti lako linaandika kazi endelee, miaka minne ya kishindo cha rais Samia. Lakini mageuzi ya kibabe, umeme, afya, elimu, mapato, maji na makala ataka vipaumbele uchaguzi mkuu lakini Rais Mwinyi azidi kusimamia e, serikalini. Lakini bado kuna habari kutoka East Africa: Odinga Chadema zingatieni fuara za Samia. Lakini gazeti lako la mwanahalisi halisi naandika Mboye Amvuruga Lisu, Mboye Amvuruga Lisu. Lakini msajili amli mabarua makala, Shibuda Mpina wana jambo lao, Chadema wajifunza nini kutoka kwa Raila? Yuna habari inapatikana kwa gazeti la mwanahalisi. Lakini raia mwema gazeti lako linaandika familia ya Lilia, uchunguzi wa mauaji gazeti la jamhuri inaandika mifupa mgumu eh, Chadema waanza kuzunguka mkoani kufanya mikutano ya kunadi no reform no election. Lakini mbaroni kwa ujangili mbomiba, lakini wachina wenye, eh, wa wenye madubwi wakamatwa, wachina wenye madubwi wakamatwa. Lakini kwa nini watanzania hawana furaha bado? Inapatikana eh, kwenye gazeti lako la Jamhuri kwenye kurasa za mbele. Lakini kikiachana sasa na kurasa mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Kwa asubuhi ya leo tunaanza na gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Manula. Hiyo ni habari inaanza inasema: Manula, Valentine Mashaka, Edwin Balua waachwa Dar es Salaam. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Hiyo ni vita kuelekea Al-Masri. Manula Valentine Mashaka na Edwin Balua waachwa Dar es Salaam. Lakini kwa mkapa ruksa mechi ya kimataifa. Kwa Mkapa ruksa mechi ya kimataifa, Yanga kutangaza vivutio vya utalii Zanzibar. Lakini rekodi ya MK14 kwa mapro eh, bado haijavunjwa. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa michezo. Lakini bado kuna habari inayosema kwenye gazeti la Uhuru, Simba hakuna kupoa Misri. E, ni Simba hakuna kupoa Misri. Yanga Songea United kazi ipo leo. Lakini Tabora United mbioni eh, kuanzisha timu ya wanawake. Tabora United mbioni kuanzisha timu ya wanawake. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Uhuru ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe kuna michezo naandika kocha Fadru ataka bao la ugenini. Ni katikati, eh, ya mchezo wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Waarabu rasmi mchezo wa marudiano kuchezwa. Lakini Yanga yapania kuifuata Simba kombe la FA leo. Yanga yapania kuifuata Simba kombe la FA leo. Lakini gazeti lako la habari leo linaandika Kagera Sugar ya ya ya Tinga robo finali shirikisho. Simba ya wasilisha sala, ya wasili salama Misri e, Simba ya wasili salama e, Misri. Simba ya wasili salama Misri kuwakabili Almasri, lakini Yanga ya ikabili Songea United Shirikisho. Na bado kwenye burudani Odemba, Tanzania kuna vipaji, lakini Yanga ya kutangaza utalii Zanzibar, inapatikana kwenye gazeti la habari leo. Lakini gazeti lako la mwana habari linaandika Afcon under 20 sasa kufanyika Misri. Yanga uwanjani leo CRDB Federation Cup, Simba yatua Misri ya watisha Almasiri. Maxime Aja na kivingine Dodoma Jiji, huyo ni Maxime Aja kivingine Dodoma Jiji, lakini Julio ampongeza kipa Yakubu wa Stars. Hiyo ni habari kwenye gazeti la mwana habari, lakini ibado kuna habari eh, kwenye gazeti lako la mwana habari kwenye kurasa za michezo eh, habari kubwa ni mechi ya Yanga dhidi ya Songea United leo, na gazeti lako la mwanahabari ndio anafungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nekale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.